Nilianza mwaka elfu mbili na tatu kutoa ngoma kama msanii Mr. Blue, na huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwao. Kama unaona hapa kwa hesabu za haraka haraka ni miaka ishirini na mbili nimekuwa nikifanya hichi kitu. Kwa hiyo siku zimeenda na nikafikiria nikasema kitu gani nifanye, nashukuru Mungu nimepata jibu, nikaona nitoe nyimbo ambazo ni nyimbo ishirini na mbili nitengeneze nyimbo ishirini na mbili ambazo ni kama kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kunisupport kwa miaka 22. Nimekuwa nikiishi kupitia muziki, kula, kulala, kufanya vitu vyote kwa ajili ya muziki. Sijui kufanya kazi yoyote katika dunia hii zaidi ya hiyo muziki. Kwa hiyo kupitia ndani ya miaka 22 pia nime tengeneza studio yangu ambayo ni Blue Record. Na nimekuwa nikipambana nayo kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu imekamilika. Kwa hiyo nikasema niwaletee ndugu zangu wa Tanzania na wenyewe wana habari, ndio watu pekee kuwapelekea habari kwamba nina studio na pia nafanya hilo jambo la kutoa nyimbo ishirini na mbili kwa ajili ya shukrani kwa mashabiki zangu kuni support miaka ishirini na mbili. Kwa hiyo nitazitoa kwa awamu zitoa kwa awamu kwa sababu zote tayari ziko tayari. Nashukuru Mungu nimezi-record, <coughs> na kuna baadhi nime shoot, zingine bado ndo namalizia. Kwa hiyo nitatoa kwa awamu, na mwanzo leo hii baada ya interview nitaachia video nne, takuwa ni ndo mwanzo wa, wa hizo nyimbo 22.